Yanga tuna dhamira ya dhati ya kuleta ule ubingwa hapa kwenye Afrika. Sasa hiyo dhamira ya dhati huwezi kuizungumza kama huna kikosi cha namna hii, huna technical staff iliyoshiba, huna viongozi wenye akili kama ambao tunao Yanga Afrika. Hao wote ndio wanatengeneza vision ya kwenda kuchukua ubingwa Afrika. Kwa hiyo tunaamini tunayo timu ya kwenda kuitisha timu yoyote ile barani Afrika msimu Haani tuliona nitoka taarifa ya, ya, ya, Young Africans mm. Mipango ya safari iko vipi? Yes. ni niliweke ni, sawa. Hii ndugu zangu waandishi wa habari, sisi kambi yetu ya maandalizi ya msimu inafanyika hapa Tanzania, Avic Town. Kama kawaida ilivyokuwa misimu yote, kilichoongezeka msimu huu ni mialiko mbalimbali ambayo klabu yetu imeipata kwenda kushiriki kwenye haya mashindano ya preseason, na haya mashindano ukialikwa, maana yake wanaokualika wanagharamia kila kitu. Kwa ukiwa mvunja kuni, huwezi kualikwa. Ukiwa timu yako ina wavunja kunja kuni wengi, watu hawawezi kuona thamani. Ukiona mtu analikwa, panalipwa gharama zote, timu inakwenda, maana kuna thamani ipo ambayo unakwenda kuipeleka kwenye haya mashindano husika. Sasa tuna mashindano mengi ambayo tumealikwa. Tumetangaza Toyota Cup. Lakini tumealikwa pia Emirates Cup nafikiri mnafahamu tukacheze Emirates uh, ambayo wanashiriki Arsenal, wanashiriki AC eh, Milan. Yes, tulialikwa pia na Madrid, pia timu zote ambazo mwaliko umekufa. Tunaendelea kufanya tathmini twende wapi. Kuna mashindano mengi yanafanyika, yanafanyika wapi huko Thailand? ambayo Man City wapo, uh, nani hawa? Nafikiri na PSG watakuwepo. Yes, tumealikwa pia huko. Kwa hiyo tunafanya tathmini kuona ni wapi ambako tutakwenda na ratiba yetu ya pre-season isiharibiki. Unajua, hapa muhimu sana ni kuandaa timu, ndio maana tunatenga muda wa kutosha ambao tutaandaa kwa timu yetu ili tukitoka tukacheze mechi kweli, na mtakuwa mashuhuda tukitoka hapa utacheza na timu kubwa kweli, yaani Yanga imetoka hapo, heana timu kubwa. Yanga haiwezi kutoka hapa ikaenda kucheza bana timu ya wavunja kuni huko Ulaya awa, ni timu za madaraja ya juu, kama ni ligi kuu Faransa, ligi kuu England, ligi kuu Ujerumani, ligi kuu wapi, timu za madaraja hayo. Na wakati huo hapo, ya, ya hii, hii, hii mechi ya tarehe nane ni mechi ya kumla pweza gizani huwa haitupi presha sana. Presha kubwa tuliyokuwa nayo ni kuandaa timu kwa ajili ya, ya, ya, ya CAF Champions League. huko ndiko maana tunaangalia timu ya pre-season tutakuwa na muda gani hapa timu ijiandae na tukiana na safari tukacheze mechi ngapi. Kwa hiyo ya Kaiza, kwa sababu Kaiza na nao ni, ni, ni marafiki zetu walikuja kwenye kile cha wiki ya wananchi, tumewapa wao priority kwanza, tukacheze Toyota Cup na tumewaambia watuandalie utaratibu jinsi gani ile kombe litakuja yaani, tutakwenda afu tupe utaratibu wa kulibeba, kuirudisha huko. Alafu kuna tournament nyingine kaazatajia, hizo tutaendelea kuangalia, tukisafiri timu itadhurika kiasi gani, umbali na nini na nini. Nafikiri kesho tutakutana tuzungumze, tutakuwa tumesha final viongozi, leo pe taarifa rasmi yetu.